Kwa politiki ya chama chetu inatuomba tuwasogelee raia, kwa sababu raia ndio wenyeji wa nchi, tuwaelezee nini inaendeka. Unajua, bwana Chilombo anaongea maneno leo, anasema hili neno, kesho anasema ingine. Wakati tuliongea kule Doha, bwana Chilombo alirudia akaanza kuongea maneno mengi sana ya mbaya na maneno yasiyofaa kwenye social medias. Ndio maana wakuu viongozi na liwali wa jimbo wetu ametuambia muende mkaone watoto wa majengo, muwambie ni nini inatarajiwa mambo ya Doha, muliongea nini, tulisikilizana kwa pointi ngapi na pointi ngapi tulishindwa kusikilizana, na ndiyo maana tulikuja hapa kuongea na watoto wa majeuu. Mnadhani umuhimu ni nini? Umuhimu ni kwa sababu wakongomani wanapasha jua, unajua nchi inakuwa kama inabali. Inagawanyika mara pili ama mara tatu. Sasa watu wanajiuliza, ndugu yangu iko Kinshasa, ndugu yangu iko Beni, mwingine iko Kisangani. Sasa mimi nitakutana na yeye lini? Ndio maana tunakuja tunawaelezea programu yetu ambayo tunayo, tumesikilizana hiki na, na tumeshindwana kwa hiki, ndio maana tumekuja kuonana na wakaaji wa sasa. Kwa nini unawaambia kwamba itachukua muda mrefu kusikilizana? Itachukua muda mrefu kwa sababu Bwana Chilombo hataki kusikilizana, hataki kusikilizana. Nukta moja tunafanya miezi mbili, nukta nyingine tunafanya miezi tatu. Hiyo yeye anataka abaki kwenye kiti, akiiba pesa za Kongo, unavijua vizuri, bilioni za dola yeye yeah, anachukua aina marafiki zake wa sita quivre yetu ya Katanga, anaujisha anaweka kwenye pocket yake. Diama, diamond yetu ya Kasai, anaujisha anaweka kwa mifuko yake. Dhahabu yetu ya Durba, anaujisha anaweka kwa mfuko yake na ndiyo maana hapendi vita iishe anaendelea kutudanganya kutudanganya kutudanganya lakini wakuu viongozi wa chama wamekamata hatua kubwa sana ya kumfukuza atoke akishatoka wakongomani wataikala wao kwa wao waongee watafute suluhisho kwa shida za kongo sasa atatokaje na umesema kwamba munaweka autorite de leta na munasikilizana kupiga makundi ya kigeni hiyo kusikilizana kupiga makundi ya kigeni hiyo tunajua kama bwana chulo mwenzie boss yeye ndiye anawapatia silaha na kila siku anaendelea kuwapatia silaha. Wakati tutaona kama kweli ameacha kuyapatia hayo makundi ya kigeni ya kigaidi, FDLR pamoja na ADF, anaacha kuwapatia silaha, na sisi tutasema ndio, kuja tuungane, tupiganishe wa FDLR tupiganishe na ADF. Hao wa ndugu zetu wazalendo, sisi hatupendi kuwapiga, kwanu ni Wakongomani. Hao ndio watajenga nchi, hao ndio watajenga Kongo, ndio wao ndio watakuwa maofisa kesho na ndio maana bwana liwali wa jimbo alisema wakuje hao wazalendu, hatutawapiga tunawafungulia njia, wanakuja wanajiripot, wanaenda kwa formation kwa refreshers, siku kidogo wanarudia, wanajenga nchi yao. Lakini hao watu ambao wametoka nje, magaiti kama FDL kama Chilombo anaendelea kuwapatia silaha vitu, unaona huko Shabunda na teritwari ya Mwenga, anawapatia silaha, anawapatia na makuta, anawapatia pesa ili waje waue wakumomani. Hayo mama, tutaitika wenye wako wanatokea, na sisi tutaenda hapo, tutanyamazisha hiyo threat, hiyo menace tutainyamazisha kusurse, ndio Mambo tumeongea leo na wakaaji wa tarafa wa Majengo, swala la mwisho, wamesema kwamba wakaazi wa maeneo haya wajiunge ili wasaidie wananchi wa Beni. Hiyo unamaanisha nini? Inamaanisha kama nchi ni taifa moja, sisi ni wakongomani, lakini inaonekana kama watu wa Beni wanakuwa sasa kama wao sio wakongomani. Wamepata shida, shida ya usalama mdogo, shida ya kuuawa, shida ya uchumi wamelima unaona, watu wa huko wanalima sana, wanalima kakao. Ile kakao unaijua, ni vitu vya samani sana. Kilo moja inanunua karibu bei ya kasteriti, karibu bei ya kasteriti. Jua kilo moja ya, ya, ya kakao kakao inafanya chocolate, na unajua wazungu wanapenda shokola sana. Sasa watu wa Beni wanalima shokola na inakomala vizuri Beni na Mambasa, lakini hawana usalama sisi tunasema kuacha kupachika mikono tusiende kuwasaidia, itakuwa ni usaliti. Tuko wa tretre, tutakuwa tumewasaliti. Tunasema wao haiko wakongomani au wa, hawana sekirite. Ndio wakuu viongozi wa jeshi na wakuu viongozi wa politiki yetu wamesema wamekamata hatua wanasema tuambie vijana wa majengo, tuungane mkono kwa mkono, tuende Beni turudishe amani, na ndiyo prosesi ambayo tuko ndani. Msiku kidogo tutafika Beni, tutarudisha autorite de letat, tutarudisha leta mkongomani ya kilima. Wakati mlimaji wa Beni analima kakao yake na akwesu, kama ataenda aivune, wakati analima papaine yake siri kama ataenda atauvuna wakati analima ya vanie yake, siri kama analima na ataenda ataivuna, ndio mpango ya wakuu viongozi wa chama. Asante sana.